Ndio ibada na misa waumini wa dini ya Kikatoliki ili kuadhimisha kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Ni misa iliyoongozwa na padre wa kanisa la Kikatoliki la Kibabi, Padre Simon Obore akiongoza misa hiyo ya njia msalaba mapema hii leo. Kristo alihubiri ya kwamba watu watubu dhambi zao, na kilele chake kilikuwa kutoa uzima wake kama mwana kondoo ambaye kwa damu yake alituondolea dhambi zetu, akatufungulia mlango wa upatanisho na Mungu, upatanisho kati yetu sisi, uh, binadamu na kutufanya tena tuweze kuishi kitakatifu, eh, kama watoto wa Mungu. Na kwa hivyo siku ya leo eh, tumesherekea kifo chake eh, Good Friday. Tunasema ni good kwa sababu ni tendo la wokovu wetu. Licha ya hali ilivyo humu nchini, padre Simon Obore amewasihi waumini kuwa na imani na kumtumainia muumba wao ili kupambana na hali ya kiuchumi humu nchini badala ya kulalamika, ili kutafuta suluhu na njia mbadala. Yesu ametuonyesha jinsi ya kupambana na maisha. Na kwa hivyo katika hizi changamoto zote, zote tunaishi kwa matumaini, tunaishi kwa matumaini kwanza kwa sisi wenyewe tukipigana kutafuta kujiendeleza katika maisha yetu kulingana na uwezo ambao Mungu ametujalia, na pia tukiomba ya kwamba Mungu mwenyewe kwa uwezo wake ataweza kuguza mioyo ya watu, and especially wale ambao wanatutawala, ya kwamba waweze kufunguka zaidi na kuwa na huruma kwa watu wale ambao wanaongoza so that maisha ya watu iweze kubadilika. Hata hivyo njia hiyo ya msalaba kuashiria kuteswa kwa Yesu Kristo ni njia mojawapo ya kuwataka waumini kumtumainia Muumba kwa njia ya maombi na kwenda kanisani, kama anavyosema padre wa kanisa hili, padre Simon Obore. So kila wakati mkristo anaishi kwa matumaini ya kwamba haya ambayo yanatendeka, kwa sababu Yesu anaendelea kutupigania, yatabadilika na mawazo ya binadamu ikibadilika, moyo wake ukifunguka, basi akirudi kwa njia ya Mungu, tunaona yote yanakuwa sawa. Usimu wake Padri Simon Obore umeungwa mkono na mwenyekiti wa kanisa hili Dismas Weche akiwataka waumini kuwa na mwamko mpya hasa mwaka huu unapoendelea kuwa katika kiwango chake. Uh, siku ya leo tumeshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutulinda na kutuwezesha kutembea na kukumbuka namna Yesu Kristo alivyosulubiwa na kufa kwa niaba yetu, kwa ajili ya dhambi zetu. Kuanzia leo kuendelea, tunatarajia kuona maamko mpya uh, katika imani ya wa Wakristo wa Kimabi, na kwamba tutaungana na Father ambaye padre wetu uh, Papa Baroko uh, Father Simon uh, Obore kui ili kuendesha na kusukuma mbele uh, kazi ya kimishonari katika parokia yetu senimatano Mpakani TV eneo bunge la Kandui County